Uh, karibuni kwenye chaneli yetu hii ya Daily life TZ. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea hapa, tunaomba usubscribe ili uweze kupata video zetu nzuri zenye mafunzo kila siku yeah. Na leo tunaenda kuangalia kitu kimoja, japo kwa ufupi, kinaweza ikakusaidia kwamba nini kitatokea endapo mota yako itakuwa imeingiza maji. Kwa hiyo uwe nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza kwa pamoja, na nini suluhisho la baada ya mota yako kuingia maji. Kwa hiyo twende kazi ya yeah. Kitu cha kwanza Maji husababisha short circuit, kwa hiyo yanasababisha short circuit, pia yanaharibu insulation ya, ya, ya windings zako humo kwenye mota, na mwisho mota inaweza ikaungua kabisa kutokana na hizo changamoto ambazo tumezisema hapo, kama haitofanyiwa mambo yafuatayo. Kwanza kabisa inatakiwa mota iliyoingiza maji ikaushwe vizuri. Baada ya hapo, isafishwe pia. Ikishasafishwa ndipo unaweza ukaitumia mota yako, lakini zaidi zaidi, au kitu kikubwa zaidi kama pia huna utaalamu zaidi wa mambo haya ya ufundi, basi usisite au usiogope kumpelekea mtaalamu ili aweze kukusaidia. Lakini pia kama una uwezo wa kufanya hichi ambacho tumekizungumza, basi pia unaweza ukakifanya na mambo yakakaa vizuri. Asanteni sana. Kama video hii imekupendeza, imekufurahisha, basi tupia hapo comment, sau kushare, kulike na kubwa zaidi, kama bado huja subscribe, subscribe hapo ili uweze kupata maujuzi na maujanja kama haya. Asanteni sana na tukutane katika video inayofuata.